Ndio maana mimi wanampenda sana na mwanamke ukimketa tu masiara nala vizuri eh? <laughs> Eh, sasa mwanamke mrembo, wanawake, wanawake, mwanamke mrembo ni yule ambaye wewe unamuona naela vizuri eh, yani eh, uzuri uzuri wa mwanamke ni namna ambavyo we unamuona. Mimi nashukuru ndugu mwandishi habari kwa kumwona ni mrembo. Eh, lakini baada ya interview hii nitakuona baadaye tofaut <gibu> unieleze kiunda, kiundani urembo upi, sababu kuna urembo mimi naujua, hata kama naye anaujua atatakiwa anielezeka ujuaje, na umesema nafanya mazoezi, kwa hiyo ujiandae hapa na sibofi. eh, eh, yumi, eh <gibu> uh, maoni ni kwamba ukiwa mtoto wa kiume utakiwe ku mwanamke akwambia no elewa eh, uh, utakiwe kulazimisha mapenzi. Mahusiano sio ya kulazimisha, haijalishi ni mtu wa namna gani, haijalishi ni mtu wa aina gani. Mwanamke akishakwambia tu no, elewa. Na kikubwa katika maisha, tafuta twela, tafuta twela, mwe na maisha mazuri. Kwa sababu mimi hata wewe mwanamke unasema ni mzuri kwangu, nilimpata kama bahati nasibu. Kwanza sikuamini kama angeni accept kwa wakati huo wa ambao sio IPM. Naona bwana, kwa sababu nilikuwa nalala chini, ndio nimeanza mimi, sinalala chini kabisa. Naona bwana lakini aliniaccept ali na yeye alikuwa yuko yeye ndo alikuwa tisa na viduka nini anafanya, aenda China afanye biashara. Mimi nilikuwa sina kabisa elfu tano nilikuwa ni muujiza kwangu, kwa hiyo kwa aliniaccept kama jinsi nilivyokuwa mimi. Ni kwenye kuchinja sio dhambi, nia yetu ni kuomba baraka. Wa Kristo masikini wengi kanisani, anafanikiwa mchungaji peke yake. Inawezekanaje mchungaji awe bilionea afu wa Kristo wote masikini? Nitafutie bilionea mlokole ukimpata, mimi naacha kanisa ha? bilionea mlokole nitafutie huyu mmoja kwenye hii nchi yeah. <laughs> Kwa hiyo mimi dhana yangu sawa ni kwamba watu wafanikiwe, watoe sadaka sehemu zinazofanyaje, zinazotakiwa kutolewa. Wao Waislamu wanafanya mm. hivi eh, wanafanya na wanaamini faama yatima fala takhar wa amma saila fala tanar waama biniimati rabbika fahadith wanatoa Eh, mpaka raisi anatoa, waziri mkuu anatoa sadaka, anajua, na inaitwa kabisa Idi ya kuchinja, wanatoa. Mbona wasemi ushirikina? Mbona wasemi kwamba wanatoa kafara? Mbona wasemi wanatoa wapi? Kwa sababu wameandika, wameangalia, kitabu chao kinawaruhusu kutoa sadaka. Na ni sadaka ipi? Wanakwambia Ibrahimu alifanyaje? Alichinja. Wanamwazimisha Ibrahimu. Swali linakuja, sisi wa Kristo, tuna Ibrahimu? Tunaye. Kwa nini atotoe? Oh, Yesu alijitoa. Alijitoa kwa sababu hii, kwa papasi ipi? Kwa sababu ya dhambi.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 vitabu viko wazi, sijakifungia kitabu peke yangu chumbani kwamba IPM kasema tu tunalindwa na malaika. Neno langu haliwezi kuwa sheria, lakini neno langu linaweza likawa la kweli, kwa sababu mimi natoa kwenye maandiko. Hakuna kitu ninachokitoa kichwani mwangu mimi. Mimi sifundishi hisia, nafundisha kitabu hicho hicho nilicho kikuta, lakini yako mambo mle ndani ambayo yanaachwa. Sio mimi, nashangaa kwa nini yaachwe. Malaika wanatulinda sisi, kila unapokwenda malaika wanakulinda, kila unapokanyaga malaika wanakulinda kwa nini sasa ije dhana kwamba damu inanilinda badala ya, ya malaika? Kwa hiyo sipingi, wako maybe wanaweza kufanya hivyo, lakini mimi huwa natamani kujizungumzia mimi peke yangu. Kuna kitu kimoja katika maisha uh, issue za imani ziko wazi. Mimi ninaposema malaika wanalinda watu, vitabu viko wazi, sijakifungia kitabu peke yangu chumbani kwa kwamba IPM kasema tu tunalindwa na malaika. Neno langu haliwezi kuwa sheria. Lakini neno langu linaweza likawa la kweli, kwa sababu mimi natoa kwenye maandiko. Hakuna kitu ninachokitoa kichwani mwangu mimi. Mimi sifundishi hisia, nafundisha kitabu hicho hicho nilichokikuta. Lakini yako mambo mle ndani ambayo yanaachwa, si na mimi nashangaa kwa nini yaachwe? Malaika wanatulinda sisi. Kila unapokwenda malaika wanakulinda, kila unapokanyaga malaika wanakulinda. Kwa nini sasa ije dhana kwamba damu inanilinda badala ya ya malaika? Kwa hiyo sipingi, wako maybe wanaweza kufanya hivyo, lakini mimi huwa natamani kujizungumzia mimi peke yangu. Wewe unawatoa wapi malaika? Uh, unaposema kumpa mtu, wewe utawatoa hapa malaika kumpa mtu? Mi nna kila kitu. Mi si mtumishi wa Mungu? Mi naweza nikamwekea mtu mkono akapona naweza nikamfariji mtu kwa maneno ya faraja ikawa faraja kwake. Anaweza akawa mtu anataka kujua, nikamwambia usijue kuna hiki na hiki na hiki, akaacha kufanya maamuzi ya kujua, akaendelea kuishi. So watumishi wa Mungu Mungu ametupa. Unaposikia mtumishi wa Mungu maana yake Mungu anakuwa ameweka kitu ndani yake. Yani mimi sina utofauti na wewe kwa chochote kile, yani sifa zote ulizonazo wewe na mimi nazo, na nilizonazo mimi na wewe unazo, lakini kuna kitu mimi Mungu amefanyaje, amezidisha, yani kuna, ndio maana mtumishi wa Mungu Uwezi kusema anatumia ujanja ujanja. Ah, sasa mimi kanisani kwangu nina maafisa sawa. Kanisani kwangu nina wanajeshi, nina makomando ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Kanisani kwangu nina maprofesa, kanisani kwangu nina madaktari. Mimi siwezi kuwasili akili wale wote ili waje pale kanisani kwangu waelewe, inabidi akili ya Mungu ifanyaje? Iwe ndani yangu, yani aseme ah, leo nimetoka kanisani bwana. Lakini na mimi nikija nikafika kanisani na mimi nikaanza kusema biology the branch of science we deal is study life and living. Sema sasa hivi sio vitu mimi na vifahamu, mimi si daktari. Kwa mtumishi wa Mungu hataki kuongea vitu vya kawaida, anataka kuongea vitu ambavyo si vya kibinadamu na la vizuri. Hilo ni la kwanza eh. Kwa hiyo mtu atapataje malaika, Father, I pray in Jesus name, aondoke na malaika mtu huyo na la vizuri, kwa sababu ni kitu ambacho kimekataliwa, ni kitu ambacho kimepingwa. Mwingine eh, kuna kuna mtu yuko Mwanza aliambia prophet nimekufatilia miaka minne napanda ndege na kuja. Sasa unaela vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu kipya mtu malaika. Kwa, kwa, kwa ni malaika okay, hivi vitu kama hivyo sasa. Tukija katika swala la pili la huyo msomi mwanathiolojia, mwana mimi nimshukuru kwa hiyo ofa alionipa, lakini moja ya vitu ambavyo nimevikwepa nasivifanyi ni repetition competition Eh, katika namna yoyote yani, huo ni moja ya wito wangu, usisahau. Wako watu wengi sana ambao wametamani kufanya midahalo na mimi. Imani sio midahalo, kaka. Wewe uliye muislamu usijione mjanja kuzaliwa muislamu, umejikuta tu upo ndani ya familia ya Kiislamu. Na wewe uliye mkristo usijione mjanja kuwa mkristo, umejikuta ndani ya familia ya Kikristo. Kwa hiyo usimwone mwenzio adui, usimwone mwenzio hafai, na msemo wangu asiyefaa leo atafaa kesho. Ndio vizuri, hatupo kufanana wala no, huduma hazifanani Unaona, kwa sababu nitamwita yeye, tutakaa kwenye meza, tutaanza we, hatutafika mwafaka. Unajua, kuna watu ubishi ndio elimu yao, e, na leo sasa, unawezaje kumshinda mtu kama huyo? Unaona vizuri. Kwa hiyo mimi namshukuru sana, nashukuru kwa wito wake, lakini mimi huwa si huwa sifanyi midahalo, lakini na nakubali kuonywa, nakubali kuelezwa, nakubali kushauriwa, na hata akitaka namba yangu naweza nikampa, ni akaja kanisani au ofisini tukakaa chini, akanipa elimu anayotaka kunipa lakini, sio sio kubishana. Mimi siwezi kubishania dini, dini ni upendo. Ukiamua kuifuata unaifuata, ukiamua kuiacha unaiacha, okay. hmm. umejuaje jamaa wewe. <laughs>